Kwa majina naitwa Damaris Nekesa Nyongesa AKM Tua, wa Bungoma County, kaunti. Uh, hapa mimi ndaanza na kusema thanks kwa Mr. Tim Wanyonyi kwa Kenya alifanya kutoka kutuonyesha mwanga kuwa ametoka Ford Kenya. Ford Kenya ikufe ikienda hivyo imeenda, tumemalizana nayo kama timu. Ametoka huko yeye, mekufa, imeisha juu yeye ndiye alikuwa the only hope ya Ford Kenya ni Bungoma County, sasa kama ameachana nayo Asante sana Mr. Tim, then I will just address kidogo kwa ishu ya SG wa Ford Kenya na Pepela na huyu mwingine lihu tu. Kwanza, Tongareni constituency, SG wa Ford Kenya, mimi nimeita hiyo constituency kwa Matopeni constituency. hajafanya chochote. Mimi ni mzaliwa wa Tongareni sub-county. Kama Tongareni kwake kumemshinda, how come atakuja ongee kitu Bungoma County? Kakijiji kamemshinda, ata rule dunia ataweza soko Awe. kijiji imemshinda sasa, so, SG wa Ford Kenya yenye mekufa, baki matopeni constituency, watu wa huko watajua Kenya wanafanya na hawatakubali kutembea kwa matope, ili hali pesa iko mekula. Alafu Pepela, we ulibebwa li ambaye, ese ulibebwa ukiweka penye uliwekwa hapo hivyo si vibaya vile uko hivyo, lakini tunajua kenye ilifanyika kule Ndivisi ndio ukapita. So kama mtaendelea kusukumana na kumenya menya watu ili mpate nafasi, my friend, watu wa Ndivisi pia tunajua kuongea na watachoni. you. walikubeba hiyo kiti ya useneta. If it were free and fair election, Mwambu Mabonga ndi angekuwa seneta wa Bungoma County sasa hivi leo tunaongea, lakini kwa sababu kulikuwa na vitu fulani, ukabebwa, ukaweka kwa meza kula na adabu. Ukishamaliza kukula, 2027, enda nyumbani. Tunajua mwenye anakuja kukua seneta, achana na mambo yako. Thank you so much. Mimi kwa majina ni Josh. Calvins. Mimi ni mkazi wa township. Mimi ningependa kusema hivi mheshimiwa timu wa wanyonyi eko sana kuachana na hao watu, watu, watu, watu wa mpini. So kwa hivyo kuanzia leo tumefurahi sana sisi kama vijana wa township tumefurahi, and we are happy to receive you. We need even a rally in Bungoma so that we can celebrate for what you have done. So kwa hivyo heko kuja, tutembee pamoja, tufanye sasa pamoja na tujenge Bungoma. Jana tuliona viongozi kama SG wa Ford Kenya Mheshimiwa Chikati Jika, mbunge wa Tongareni tumeona yeye alipewa kazi na wananchi na ameshindwa kufanya kazi. Hata yeye ukiangalia yeye ni mtu ya one term. Kiona seneta wetu Wakoli Koli, ile amesema yeye ni lihutu kweli, yeye ni lihutu Aa, anatumia akili ya mtu mwingine kutawala, hata ku oversight, badala ya oversight kazi ambayo wananchi wamempea ya kulinda mali yetu Bungoma, yeye aka anakimbizana na kutafuta candidate, na sisi tulimpea kazi ya kuwa seneta. hata o ukiona tu Wafula wa Wakoli ni one term. Alafu ukuja uone huyu Pepela huyu mzungu huyu Wawebuye one pia two. Na wakati walikuwa wanamkaribisha Mheshimiwa Timu Wanyonyi kuja Bungoma na mikono miwili, mimi sijui nini ndiye amebadilika Timu ye, tulijua ye akuwa anakuja kwa Ford Kenya alikuwa anakuja kuutumia wananchi na mimi najua wananchi wanapiga kura sio chama. Hao wamesema Ford Kenya ndio imekuwa ikitoa governor hizi miaka mbili tatu, lakini tunataka tuambie gavana wenyu ametufail, amefail watu ya Bungoma. Tunataka kiongozi sio chama, na huyu kiongozi ni mheshimiwa Tim Wanyonyi, na sisi tuko hapo na tutamshikilia. Na I want to encourage mheshimiwa Tim Wanyonyi usikufe roho, watu wa Bungoma wako na akili saa hii wameamka, hawatumii akili za mtu mwingine, wanatumia akili zao, na wameona wewe umekuja kama Timu wa Nyonyi, hujakuja kama Itangula. Na sisi tutasimama na wewe, tutakuunga mkono na tutahakikisha umepita, na wewe ndio gavana wa Bungoma, wapende wasipende. mbaya, mbaya. Asante sana hapa Bungoma muda mrefu sana, alafu sasa ile Okay. Ili mambo ambayo nini mheshimiwa wa nam avana timu anyonya amefanya ni heko kabisa, heko kabisa. Alafu sasa mimi nimekuwa na yeye wakati nakucha Kandui, alikuwa mtoto mtoko sana, lakini yes, uh, the hardest in the hardest way mpaka kafika hapo, so yake ni high seas, sio kitu uh, ya chini sasa mimi nasema kitu ya kwanza tu amechukua the right direction, alafu kwake ni mlipuko, kwa sababu tumeona yeye e, amefanya na Nairobi. Sasa kukuja Bungoma, nafikiri hapa e, sio kazi, si kubwa sana kwake, nyinyi mkiwa e, e, mkiwa nyuma yake. Sasa tunaungana tukoe kitu moja, alafu tusukume mheshimiwa e, gavana afanye, achukue uongozi na tuende mbele. Asante uh, kwa majina naitwa Nabibia. E, mimi nimesimama hapa wa wa uh, jana tuliona watu wa Fort Kenya rumors ya uongo ya kwamba Timu Wanyonyi anahitaji jama ya Fort Kenya Bungoma. Sisi kama watu wa Bungoma eh, Mheshimiwa Timu Wanyonyi ya kwamba hiyo decision you make ni kitu ambayo wananchi wanataka. Sisi tumesimama hapa because hiyo ndiyo ilikuwa msipa kubwa kwa watu wa Bungoma. Fort Kenya imekandamiza sana watu wa Bungoma. Na wewe umechitoa ya kwamba unakuja kutembea na watu wetu wa Bungoma. Sasa hiyo muziko ya Fort Kenya umefanya vizuri, umetuondolea. Kuja tembea na watu, tafuta viongozi, kuna viongozi shupavu kama kwa mfano hii kandui tuko na kijana wetu shupavu, kijana wa nyumbani ambaye anafanya kazi ambaye anaitwa eh, engineer Edwin Wekesi amesimama na watu wa Kandui, anawapea mbolea, anawapea pasari, anawapea eh, ame promote talent through tournament. Sasa wewe tafuta viongozi upafu kama hao, kuja Kandui, tutembee nao, na si Kandui peke yake, tembea Bungoma msima, at least tembea huko Mwihupo, tembea huko na Kayonjo, tembea huko tuti marakaru, sisi watu wa Bungoma tutasimama na wewe. Na sisi kama watu wa Bungoma tumeona the right candidate, the people oriented, mtu wa maendeleo ni timu Wanyonyi, sisi tutasimama na wewe. Mbea na kubwa sana primary tarehe moja tunaalika watu wote wa Kandui, tarehe moja mkuje mchione michezo ya engineer Edwin Wekesi. Tutakuwa na vitengo tofauti tofauti, tutakuwa na mpira, tutakuwa na mbio, tutakuwa na mashairi. Tuna welcome all people Kandui, kindly, mkuje naitwa uh, na Bibia Nike, eh, Baloi kwa Isaka. Mimi nimesimama hapa. First and foremost I want to congratulate mheshimiwa timu wa, Wanyonyi. For the policy decision you have made. Uh, Jana tuliona watu wa Fort Kenya. The battalion ya Forti Kenya ina move around na kuspread rumors ya uongo ya kwamba timu Wanyonyi anahitaji chama ya Fort Kenya ndiye ya kuweka gavana wa Bungoma. Sisi kama watu wa Bungoma we want to congratulate eh, mheshimiwa timu Wanyonyi, ya kwamba hiyo decision you make ni kitu ambayo wananchi wanataka. Sisi tumesimama hapa because hiyo ndiyo ilikuwa msipa kubwa kwa watu wa Bungoma. Ford Kenya imekandamiza sana watu wa Bungoma, na wewe umejitoa ya kwamba unakuja kutembea na watu wetu wa Bungoma. Sasa hiyo mzigo ya Ford Kenya, umefanya vizuri, umetuondolea tembea Bungoma, msima at least tembea huko Mwikupo, tembea huko na Kayonjo, tembea huko tutimarakaru. Sisi watu wa Bungoma tutasimama na wewe, na sisi kama watu wa Bungoma tumeona the the right candidate the people oriented mtu wa maendeleo ni Timu Wanyonyi. Sisi tutasimama na wewe, tembea na sisi na kila kitu itakuwa sawa. Kwa majina anaitwa Noel Nyongesa, mimi ni mkaazi wa kaunti ya Bungoma, natoka hapa Kandui constituency na tumekuja hapa leo ili kum-encourage ndugu yetu Tim Wanyonyi ya kwamba huo msimama ambaye alichukua wa kusema ya kwamba hata simama na Ford Kenya, sisi wanabungoma tumemkaribisha sana. Tumesema hapo ndio ambapo watu wako kwa sababu chama cha Ford Kenya kimeisha nguvu na kimenyanyasa watu wa Bungoma sasa. Sisi tunaomba mheshimiwa Tim akuwe governor wa jimbo la Bungoma, sio governor wa, wa Ford Kenya, kwa sababu Ford Kenya imeisha ilikofia hapo Chwele Kapchai. Sasa mimi naomba tu watu wa Bungoma tushikane pamoja, tumuunge mheshimiwa Tim Wanyonyi mkono awe governor wetu, kwa sababu yeye ndio anaweza leta maendeleo katika eneo hili letu la Bungoma. Tumeona Bungoma imerudi nyuma sana kwa mikono ya Ford Kenya, watu tumenyanyaswa, tumekandamizwa na hii chama ambayo inaitwa Ford Kenya. Sasa tunaomba tu watu wa Bungoma County tushikane pamoja ili tuunge mheshimiwa Timu mkono, na yeye atabadilisha hii, hii kaunti yetu na itaenda mbele. Kwa hivyo mimi nasema Timu Wanyonyi, mheshimiwa governor wewe ndio gavana wetu ya 2027 na kila wa, kila mahali natembea na, nasikia wewe uko ndani. Tukienda hata wapi hata upande ya Kapchai nilisikia wanakutaja. Kwa hivyo siwe na wasiwasi na hayo mambo ambayo imetokea, sisi tuko pamoja na wewe. Hata hawa watu wengine ambayo wanasema sijui wewe uwezi nini, wakuje kule Westland waone yale umefanya, na ukiwa hapa kama governor kwa moja kwanza, hiyo tamu ya pili watakuongezea hata bila kufanya campaign. Kwa hivyo mimi naamini na, na ya kwamba sisi tutasimama na wewe na watu wote wenye wako hapa wamekuja kukuunga mkono. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi, na sisi nusiwe na wasiwasi na wanachama wanacha, wanacha wa ODM wa Bungoma County, kumfana mfano kama huyu mheshimiwa Pepela, ayo mheshimiwa huyu kwanza, SG, kwanza ni mfietusi kitu ya kwanza, wache niwaambie. SG si mtu mwenye a, anelewa, ako Ford Kenya kesho ako, ako DAP kesho ako chama ingine. Sasa mtu kama huyo SG, tusiongee mambo yake yeye. Kazi yake yeye anatafuta kukula yeye, kazi yake hiyo, msituwai mchukulia serious. Alafu e, mambo na huyu seneta wa jimbo hili la Bungoma, huyu alibebwa tu, anaitwa Lihotu alibebwa tu akawekwa, kwa nini? kwa uongozi hajui kufight 2027 aende nyumbani, aende nyumbani. Alafu mheshimiwa Pepela ndio wako na shida kubwa sana kwa sababu wao ndio walikuwa wambaheze. tunaitwa kwa Kibukusi ni wambaheze watu ambao walikuwa na wanataka kukula kwa mgongo ya watu wengine. now that timu amejitoa, uh, didimazi walikula, didimazi akatoka, wamekula mheshimiwa Landi ametoka. saa hii sasa wanatafuta mtu mwingine. Nasikia ati wanaenda kwa Zakaria Barasa. Nataka kuambia Zakaria Barasa. wakikuja Usiwakubali fukuza. Fukuza kabisa. Kwa majina, anaitwa Cyprian uh, Wanyama the incoming MCA, Halaba Ward um, kwa husiana na ripoti ya FFK hiyo timu ya uniform ya, ya green, ni uniform ya green sio, uh, uh, uniform ya green uh, what we had yesterday is the last kicks of the dying horse, kwa sababu hao watu wameisha kisiasa na unajua sisi vile tulisikia uh, uh, mheshimiwa timu anakuja, alafu tukakuwa surrounded, akakuwa surrounded na au MCAs na MPs wa Ford Kenya, tulikuwa na wasiwasi sana, but at least now we are free, we are free because we want a free and a, a, a transparent Uh, Bungoma County kwa sababu tunataka mtu ambaye anatufanyia kazi, mtu ambaye anajituma. Tumeona mheshimiwa timu huko Nairobi amefanya kazi kubwa sana, hata ukiona zima buildings zenye ameweka hapa, kuna mahotels ameemploy vijana wetu, hata ukiona kazi yenye amefanya hapa, tunataka mtu ambaye ame, amefanya nini, ameinvest katika jimbo la Bungoma hatutaki tu story hiyo, story ya kuja hapa kutuambia, oh, mafumbo nini vit, vit, vitimbwi zote, sisi hatutaki. Ford Kenya ilikufa na inaendelea kudidimia kwa sababu kiongozi wao ndiye ame, amefanya hii kitu ifanyike hivyo. Na pamoja na mimi, uh, nimekuja hapa kwa sababu ya mheshimiwa Makeni Nyongeza, ndio huyu huyu anataka kuwa MP wa hii Bungoma, na mimi na, nasema hivi ni mheshimiwa ambaye nimekuwa na yeye na nimemjua na ni mtu wa kudeliver. Wache tutembee na watu wenye wanasema maneno machache lakini wanadeliver more. Uh, kwa majina naitwa Saidi Zuko Songa, mkaji wa Msikomo, na ningependa kutumia lugha ya nyumbani kidogo, na kuna kitu fulani nataka mnisaidie. omwami orukira sana omwami orukira sana nono mundu na rumpatika blasa hatmane depatita mumchamu amuombeshe mli mwiche na mwe mu mutima ni nende simu so mu ombesha muri keche no no eh we tangura eh we wo boru na batatu mu Kenya mara na batatu mu Kenya wenya hano beno omundu unganisha Kenya mu ni bombo eh ngo sayo ngene omundu ha bora ali ha rompa ti patali ha muonga ha muombele sio boru liko wanda ya si cha kutimira lala mano kumalira kuri wana bungo mana mu western kutilane no kumanyenge kuchaka na Rift Valley na makuche Mombasa na makuche Nairobi

kho khucha khulola timu khubone khacha khuba president namasakhacha khuba kavana 2027 okhayile okanile khokhusukumengefe wanabungoma efe nifwo khucha khupe kura nanifwo khucha khukhola buli sindu khumanye mbo kavana kakhola ariene timu wanyendi kachile sina kachile m mucounti 2027 asante